Naibu spika amewataka madaktari na wauguzi kuwa na utu katika kuwahudumia wagonjwa ambao wanahitaji huduma ilhali hawana pesa kwa wakati huo. Zungu amekemea tabia hiyo katika kipindi cha maswali na majibu bungeni jijini Dodoma katika kikao cha nane cha bunge la kumi na mbili, wakati Naibu Waziri wa Tamisemi Dr. Festo Dugange alipokuwa anajibu swali la nyongeza la Mbunge wa Viti Maalum Anatropia Theonest ambaye amehoji lini Serikali itapeleka watumishi wa afya katika wilaya zilizoko pembezoni ikiwemo Kyelwa. Kyelwa kama wilaya nyingine za mpakani pia zina changamoto ya watumishi wa afya, nataka kujua, na ina wastani ya watumishi watatu mpaka watano kwenye vituo. Nataka kujua mkakati wa serikali wa kuongeza idadi ya watumishi kwa kuwavutia ili waweze kupenda kukaa kwenye maeneo ambayo ni ya pembezoni. Mheshimiwa hmm, waziri Asante sana mheshimiwa naibu spika, ni kweli kwamba wilaya ya Kyerwa ni moja ya halmashauri zenye upungufu wa watumishi, na serikali imeendelea kupeleka watumishi wa kada ya afya na kuwapangia kwenye vituo mbalimbali, lakini mwakisie tu mheshimiwa mbunge kwamba katika vibali vya ajira vinavyofuata, kwanza tutaendelea kutoa kipaumbele kwa halmashauri ya Kyerwa na nyingine zenye upungufu kama hiyo, lakini pili, tumeendelea kujenga mazingira bora ya kuwezesha watumishi katika halmashauri zetu za vijijini pia kuweza kukaa na kufanya kazi moja ya hatua ambayo tumechukua ni kujenga nyumba bora za watumishi, ambazo katika mashauri ya Kyelwa pia tumeendelea kujenga nyumba za madaktari wauguzi, na tutaendelea kujenga nyumba hizo, lakini pia kuboresha mafao yao kwa maana ya fedha za masaa ya ziada, on call allowance, ili watumishi wale waweze kufurahia kazi hizo, lakini waweze kukaa katika maeneo hayo pia. Asante mheshimiwa. <coughs> Waziri, bado gharama za hospitali zinawasumbua wananchi wengi, utakuta kuna mgonjwa kwa hospitali amelazwa anafanyiwa dialysis ambayo ni tiba ambayo ina gharama, na wananchi wanachanga, ndugu zake wanachanga, siku akikosa kuchanga, siku akiishiwa yule hafanyiwi, na ugonjwa huu bila kufanyiwa kila siku kusafishwa damu ni hatari sana. Sasa mtu kwa admitted, yuko kitandani hospitali, wauguzi na madaktari wanapita wanamvuka sababu tu hana pesa ya kuchangia siku hiyo. ili jambo naomba mlitizame vizuri, uwe na utu. Hospitali hizi za serikali mishahara inalipwa na serikali, umeme unalipwa na serikali, vifaa vinanuliwa na serikali, na wananchi ni wa serikali. Niwaombe sana, mwapei taarifa huko wao, na utu kidogo. Sio kila mtu anakuwa na uwezo wa pesa. Kuna kesi za kawaida kabisa, hata pale Muhimbili watu wanalazwa, wanafanywa dialysis, siku anashindwa kulipa hafanyiwi. This is very bad. Mheshimiwa Naibu Spika, swala hili nimelipokea ni la ngazi ya Wizara ya Afya, lakini tutawasiliana kama serikali ili tuweze kuona namna ambavyo Wizara ya Afya itaboresha utaratibu huo. Asante.